Wanakuja wanaelezea, na watu wengine wanapotekwa, wanakuja wanaelezea. Kwa mfano, kuna huyo bwana aliyetekwa yule satifa nafikiri, ambaye alipelekwa anasema mpaka Katavi, pigwa risasi, akaachwa kule mahali. Aliporudi anaelezea kabisa, nilichukuliwa Dar es Salaam nikapelekwa mahapa, anaelezea. Kwa hiyo haiwezekani kwamba watekaji hawa hawafahamiki kabisa. No, wanafahamika, lakini kwa nini hakuna desperate means za kuwapata? Why? Mtu anaweza kunijibu kwa unafiki, akanijibu asema eh, hey, wewe Gwajima bwana, hawa watekaji unasema wanafahamika, basi tuambie ni kina nani. Ndugu yangu Mo alitekwa pale Colosseum, wakati ule mimi nilipiga kelele, rudisha Mo. Kama unabisha, nenda kwenye YouTube, nilisema mrudisheni Mo. Na wakati ule rais alikuwa Magufuli, whether Magufuli, whether yeyote, utekaji haukubaliki any time. Wakati kina Roma Mkatoliki wana, wanatekwa mi nipiga kelele Wakati utekaji ulikuwa umeshamiri, nilipiga kelele tangu wakati wa Magufuli na wakati huu sikubali utekaji. Kwa mambo mema ambayo mtu anafanya, anatakiwa asifiwe. Kwa mambo maovu anayofanya, anatakiwa akemee, bila kujali ni nani. Tanzania ni yetu sote, it does not belong to a single entity, it belongs to all of us. Tanzania ni yetu sote, si mali ya mtu mmoja, ni mali ya watanzania wote. Siasa huja na kuondoka na wanasiasa huja na kuondoka, lakini Tanzania ina dumu vizazi hadi vizazi. Lazima tuilinde nchi yetu. Ndiyo maana mimi nasema kabisa kuna kikundi kakikundi kanakoshughulika na utekaji, sio vyombo, sio vyombo, mimi na hakika si vyombo. Kuna kakikundi kanakoshughulika na utekaji, na napoongea sasa hivi kakikundi haka kanakasirika kweli. Huyu Gwajima mbona, mbona, mbona hajatekwa yeye, huyu Gwajima? Unasikia huyu kaondoka, huyu kaondoka, yule kaondoka, watu wanakwisha nchi, na tuko kimya. Msiba ukiwa kwa jirani yako utakuwa na ujasiri wa kwenda kuandika kwenye daftari na changia, siku utakapopatwa na msiba huwezi fungua macho yako. Wake up, what is happening on your neighbor, it will soon happen in your house kinachotokea kwa jirani yako kitatokea kwako. Tiba ya ulinzi wa maono ni hivi hivi, kwamba ili maono ya nchi yalindwe, tuwe na vyombo vya kulinda maono. Kwa mfano, mi nilipokuwa bungeni, nimezungumza sana kuhusu maono ya muda mrefu, nikasema kwamba hakuna nchi yenye uwezo wa kuendelea kwenye miaka kumi au kumi na tano au ishirini. Nchi zinaendelea kuanzia miaka hamsini, miaka mia moja na nchi zile ili ziendelee lazima kila rais anayeingia madarakani aendeleze pale mwenzake alipoishia, continuation. Rais yeye anaingia anaendelea, halafu rais mwingine anaingia, tunakuwa na mwendelezo kwa sababu so, maono ya taifa ya.